Hai, <laughs> mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu hapa bado nikeli na wageni wangu. Nimeuliza swali hilo, sio kwamba tutataka tumlimbikizie eh, lawama naibu rais aliyekuweko Rigathi Gachagua kuhusiana na matamshi yake wakati akivuta ya sana eh, miradi na sera zielekezwe mlima Kenya. Nimeuliza hivyo ili tuweze kufahamu kwamba kuna wakati ambapo unafika eh, taifa linakuwa kubwa zaidi kushinda kiongozi hmm, na unajikuta kwamba unaadhibiwa pasi na kujua. Je, mnahisi kwamba eneo la mlima Kenya linaadhibiwa kwa sababu ya matamshi ya kiongozi huyu ambaye sasa yuko pinzani, kuhusiana na yeye kutaka maendeleo? Na je, kuna athari yoyote ama kuna ubaya wote? Kwa sababu naamini kwamba kuna viongozi ambao huingia mamlakani, wakaomba miradi ikafanywa, lakini wakatumia lugha tofauti. Tutumie mfano hayati eh, marehemu Raila Odinga alipofanya muungano na, na UDA hakuingia kwa kiburi cha kusema kwamba na lazima miradi fulani ielekezwe kwangu. Ilikuwa maagano tu, polepole pole ukaanza kuona miradi inaelekezwa, basi na yeye kusema kwamba nataka Nyanza inuke hivi, nataka Nyanza sasa. Ndio nataka nijiulize, pengine saa nyingine huwa ni lugha mtu anayotumia, ambayo inakuja inaleta madhara makubwa kwa jamii, ama namna gani? Mimi wacha nikuambie, na ningependa hili swala tuliongelele pengine mara ya mwisho Kenya hii, tufikirie mambo ingine ya huko mbele. Imeongelewa sana na, wacha tu niseme tu kwa utaramu kidogo ambao niko naye, uongozi na vile ambavyo ambao umekuwa mkaribu na sana. Ehe, eh, na vile najua siasa kidogo, najua mambo ya uongozi na vile alikuwa anamaanisha. Na, na. Mimi nataka kusema hivi. Digathi, vile nigadi gashoko alikuwa anasema, ni vile nilianzia kusema kwa hii kwa, kwa kipindi hiki. Nikasema watu wakati wanaenda kuunga serikali, kila mtu anakuwa na expectations. Ndio maana kuna kuwa na timu mbili. Pia wale kama wangeshinda resources zao pia kuna vile zingeenda. Hazingekuwa iko. Let's be agreed. Ile kitu watu tunasema Nimrod, wakati unachukua serikali unakuwa baba yani hata kama wale hawakuchagua because sasa ni wewe uko king na wewe ndiye rais mmoja una balance vile tulikuwa tumefanya kwa hivyo jambo saa yote kusema ati alisema shares he meant it waje niseme waje nirudie leo saizi si tuko na muungano au upinzani na no. of course kuna vile tumeambilia watu wa ukambani wakikuja tukiungana na wao watu wa wa Masai no. watu wa Kisii watu wa Luya nalionyanza pia, hata kama hatutapata kula mingi kama za mlima nah. pia watakuwa na, na, na mgao wao kwa serikali yetu, pia watu wa Rift Valley tukishinda, because pia wao ni wananchi wa Kenya na wanalipa kodi. Kwa hivyo Kenya tunasema hii ni mambo tunafanya. kwa hivyo yeye mheshimiwa alikuwa anasema hivi ya kwamba hii vitu mnakupanganaga vile mnasema mnaenda kwa kuandikisha kampuni pale. Na kila mtu akona share zake pale. When you go and win, now you become a father. You distribute. Na ni kweli kwa sababu mimi nilikuwa na-report directly wakati nilikuwa nafanya kazi. Tulikuwa tunaripotia kwa deputy president na president, si ndio? Na yeye ndio tulikuwa tuna present ile miradi nimesema, 2017, siku tatu Naivasha, tukiwaambia vile miradi itakuwa. Hawakukata. Hakusema legazi ya kusimama kwa ile mkutano tulikuwa pale Naivasha, akasema hapana hiyo miradi umesema iende Migori haitaenda, kwa sababu kwa serikali hakuwa kwa serikali. Kwa hivyo watu waje kuchukua jambo moja, mheshimiwa alisema, he meant it, by the way. Hata sisi ile mpango nice, tutakuwa nayo formula, tutapelekea wananchi, tutawaambia mkituchagua, for the first time, Nakuru mtakuwa na kuru, na CS moja na PS wawili that is national. Hiyo ni kugawana nafasi za kazi nah. Tutasema Nakuru, for the first time mkiweka kura zote hapa za official position kwa sasa, mtapata chairman watano wa parastato, mtapata bazida tatu that is normal. Kwa hivyo hiyo jambo tusichukue kwa ni kama alikuwa anamaanisha kitu kama hiyo. Ume, umeuliza swali kwa nini Mlima Kenya imenyua maendeleo, ni kwa sababu michezo ya siasa, karata ya siasa ya rais ilikuwa yeye alikuwa na jua ya kwamba Rigathi atamsaidia kupata kiti kwa sababu Kidiki hangeweza ile push ya mwisho that's a fact, na alijua hivyo wakati kabla ya kwamba huyu nitamtumia mimi niingie, alafu nitamtoa kwa sababu rais hakuwa ha, ha, napenda mtu kabisa wa kumuliza maswali mingi. Aliona watapelekana mbali sana na Rigathi kwa sababu yeye alikuwa nataka pia kuwe ile one man ile ni yeye ana, ana, ana anafanya maamuzi yote peke yake, so hiyo ni mpango ilikuwa mbeleni ya kwamba atamtoa sasa, lakini akaambiwa watu wa Mlima wana bora wana, tu, bora tu wapate kiti kwamba wewe w ukitoa chaguo tuweke mwingine wataridhika, lakini watu wa mlima wakiweka kiongozi wanamfuata, wakati wakali, walikuwa na Kibaki mpaka mwisho, wakakuwa waka na Uhuru Kenyatta mpaka mwisho. Sasa, the, ule ambaye ni kiongozi wa kisiasa ambaye ako juu katika mlima, wakati aliingia kukua deputy president, ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua. <coughs> so watu wanafuata yeye kwa sasa, so, ile kumuondoa yeye akavuka na watu so ikabakia wale ile letini yake saa hizi iko chini pale. So akaanza kuona sasa, nimekuwa na shida, ndio maya akaanza kutoa miradi, akijiambia huku sina langu, and I can tell you this, hawa watu wote unaona wakizunguka hapa hiyo ame, ameenda pale akatumia 1 billion ile mzunguko wake wa kwanza akaenda na economic empowerment. Another 1 billion amezunguka na delegation, ametumia pesa nyingine yote, everyday akipatiana letini, nenda chini kwa sababu watu kuna kitu inaitwa politics of deceit, betrayal and conmanship. Alikon watu wa Mlima literally. Sio hapo. Yeah, na sasa wao wanaamua wanangojea pale mwisho. Kati, kwa kifupi sana. Kwa Je, kifupi. Na nahisi kwamba matamshi yale ndio mm, yamepelekea eneo la Mlima. Kwa, kwa kifupi kwa tu kwa sababu najua uh, <coughs> nataka tusikizie maoni ya wananchi pia kuchangia. Eh, sasa kitu ya kwanza tu tujiulize tu, tu, kiongozi ni nani? Kiongozi ni nani? Wakati watu wanakutaja kuwa wewe ni kiongozi, either ni kiongozi wa eneo ama ni ubunge ama ni nini, wewe ni nani? kitu ambacho Rigathi Gachagua amekuwa throughout mpaka saa hii na hajawacha hata saa hii, bado anaendelea kufanya hivyo. Mdomo yake kila wakati ambapo anatoa matamshi, ako na nguvu kubwa sana ya kugawa watu. Yale mambo ambayo aliyasema, mambo ya shares, hakuwa haswa, labda anataka kukasirisha watu, mi sijui alikuwa anamaanisha nini lakini ukiangalia matamshi yale yaliweza kugawa nchi vibaya na tukaacha maeneo zingine za nchi wakasikia kana kwamba wanatengwa, na hapo ndio shida zake mingi zimeanzia. Lakini tutoke hapo. Baada ya yeye kutoka uongozini, amesema mambo ngapi yengine ambayo yanaendelea kugawa nchi. Wakati uh, hayati aliyetuaga Raila Odinga alikuwa hospitali, aliuliza kama yeye ni virus ama ni bakteria. Hayo si maongeo ya kiongozi. Huyo ni mtu ambaye ye mwenyewe hajajielewa levo, ambaye anataka kujipeleka juu sana, ati anaongoza Mlima. Na mimi naweza kukuambia vizuri sana yule mtu ambaye kwa sasa ako na nguvu, ako na usemi, na ndiye anaweza kuwa kiongozi wa Mlima, na si Mlima tu <coughs> ni nchi mzima, ni baba yetu <coughs> wa taifa, Uhuru Kenyatta, na nitasema hivyo. Kwa nini nitasema hivyo? Kwa sababu hata wakati tulienda Bondo, Bondo, kwa sababu mimi nilikuwa Bondo, sisi tulitembea. Unajua hawa ukisikiza wale watu wako pande ile ingine atasema huko mnaenda kwa, kwa, kwa dunia nyingine msitembee tutembea zio hapo sikuleta ubishi baina ya united opposition hapana <laughs> najua <laughs> najua lakini ni vizuri <laughs> ni vizuri tukakumbushana kidogo hapo tukikumbushana unajua hawa watu wametuambia na si hawa naongea yule jamaa yule alisema kuwa uhuru kenyatta <laughs> tired na yeye ndiye future future ya mlima ni yule mtu ambaye ataweza kupeana hope kwa watu <laughs> zio hapo kidogo mimi na everything that the <laughs> Na, kauli okay, za wananchi kwa kidogo okay, kwa kifupi tu alafu eh, niwape nafasi eh, Joyce na vile vile eh, Mheshimiwa dagita Nimrod Taabu. Siku chache baada ya matamshi yake, gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kuibua mihimko aina yake, navuta nkuvute, mdahalo mkali, akisema kwamba tangia we, uswiba, uswiba wao ama aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kukosana naye bosi wake Rais William Ruto, eneo hilo limekuwa likitengwa kimaendeleo. Je, ni kweli utawala wa Rais William Ruto umetenga maeneo kutokana na misimamo yao ya kisiasa? Tunasema na wakazi wa hapa kulio ahili kwenye mizani hivi kama Mkenya hmm. Je, unaungama kwamba utawala wake Rais William Ruto umetenga maeneo kutokana na msimamo wake wa kisiasa kama unamuunga mkono ama wamwungi mkono? Mimi nakataa. Sababu ni kwamba ukiangalia eneo la Mount Kenya huko ma-PS wengi wanatoka na waziri wengi pia wanatoka, na tena uki, ukiongezea naibu rais pia anatoka pande za huko na juzi Mashujaa Dei iliyokuwa Kitui, tulisikia rais aliahidi aliwaahidi kuwatengenezea mabarabara na kumulika hiyo justima. Kuna hii, katika ile eneo za Ukambani pia aliwaahidi tena, alitenganisha pesa za kupelekwa huko. Baba, unapoona matamshi kama haya yanabuliwa na viongozi, inaweka taifa wapi, hasa mustakabali um, wa taifa hili na unakubaliana nao kwamba utawala wake Rais William Ruto umetenga maeneo kutokana na msimamo wa kisiasa waliochukua? Mimi ninaona tangu Gachagua aliondolewa kwa mamlaka, maneno makali mengi yanatoka pande ya milima na ni makali ya kuchafua rais jina. Huyu rais amefanya kazi nzuri na hajabagua hata, ingawa wamekataa yeye kwa kisiasa, yeye hajabagua na hajabeba hiyo maneno kiroho, anaendelea vizuri na ninaomba watu wa Mlima Kenya ni watu ambayo ni watu ambayo wameona mbele, watu ambayo wamesimamia hii utawala kwa muda mrefu, waangalie ukweli kwa wapi. Msikubali mtu mmoja sababu ya mtu mmoja ulete chuki ndani ya watu. Hii maneno ambayo yanaendelea ya chuki haisaidii mtu yeyote, hii inaweza kulete balaa ndani ya nchi yetu, na sisi tunataka nchi ya amani. Hapa Samburu sisi hatujapata maendeleo kubwa kama watu ya milima hata kwa uongozi ya mbele hata kwa uongozi ya sahi ya Ruto, lakini sisi bado iko kumi bila break. Na wale wanasema, matamshi kama haya yanaibuliwa na gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga, ni siasa tu wa makarata za uh, kulifanya eneo hili kuwa na mashiko tunapoelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Je, ni kweli? Kwa maoni yangu hizo ni siasa tu, na hawawezi kusema kwamba uh, mlimo umebaguliwa. Kwanza kuna devolution, wamepewa pesa ya devolution waseme kwanza ile wamegawiwa wamefanyia nini? Serikali kuu saa hizi iko na majukumu yake kando na serikali za, uh, za kawaida hizi za, za sababu ya devolution, so hizo ni siasa tu. Asante sana, ni mrotabu. Ndizo kauli ambazo zinaibuliwa hapa na wakazi wa gatuzi la Samburu na poliweka swala hili kwenye mizani, wakisema isiwe tu ni njia, ni mbinu fiche ya viongozi kutoka Mlima Kenya ya kutaka kujinusuru kutokana na adhabu ya wapiga kura ijapo uchaguzi wa mwaka 2027, kwa kuwa wanamnyoshea Rais William Ruto kidole cha lawama kwamba amelitenga eneo hilo kimaendeleo kutokana na msimamo wa kisiasa wao. Baadhi hapa wakazi wana wanahisi ni mbinu fiche ya kujinasua kutokana na ghadhabu ya kupiga kura mirusu. ni nitie kikomo. Shukran sana, niko katika kaunti ya Taita Taveta na hususan katika mji wa kibiashara wa Mwatate, ambapo katika mada hivi leo tunapoangazia masuala ya siasa. Je, miungano ya kisiasa hapa nchini huchangia baadhi ya maeneo kuweza kutengwa kimaendeleo ama ni mhemko tu ya wanasiasa hapa nchini? Nimeweza kuzungumza na wakazi wa eneo hili na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Mimi ni Kenya, nitasema hii porojo watu wanasema, President Ruto amebagua maeneo za kufanya maendeleo. Wakati Ruto alipata hiyo uongozi ya President, alienda kila pahali, alienda Nyanza, alienda Taita Taveta alienda, Taita ta alienda, eh, Mombasa, alienda kila pahali, alienda mpaka Nyeri, unaona mpaka Mlima Kenya mimi kenye, mimi nitasema, tuacheni mambo ya porojo hizi mambo ya porojo, mara amebagua, hakuna maendeleo inaenda kila pahali eh? Kila kaunti maendeleo inaenda, so Kahiga, Kahiga venye aliongea ile siku haikutufurahisha sana sana kama sisi wa Kenya, na kulingana na hii miungano ya kisiasa na pamoja na serikali ya Dr. William Ruto, mimi sioni kama kuna baadhi ya sehemu zimetengwa ninaona kazi ya mheshimiwa inaendelea vizuri, labda baadhi ya wale wapinzani ndio wanaona kwamba wamejitenga, isipokuwa wao tayari ndio wamekwisha jitenga ili kupinga serikali, lakini naona kazi inaendelea. Kuna ukweli fulani ndani yake, maanake hakuna hakuna venye unaweza kuwa kwa babako na hawa na kujua na akose kukusaidia kile kiko kutoka jadi aliye ndani ya serikali uwaga anasaidika, hiyo ndio jambo bebe la muhimu. So kama uko nje ya serikali uweze ukasaidika, utakuwa na pato ile kidogo kidogo, lakini kiukweli mwenye aliye ndani ni tofauti na wewe mwenye uko nje. Wito wangu kwa viongozi, mimi naomba tu, yani wakuwe kitu kimoja na washirikiane kitu kimoja, yani was, wasikue eti kuna mali wanaweza tenga ili, tunataka umoja kwa hili taifa letu. Ndizo kauli mseto kutoka kwa wakazi wa eneo hili hapa, wakisema baadhi ya wanasiasa wanachangia kutenga maeneo fulani, lakini hata hivyo, wengine wakisema mshikamano wa kisiasa miongoni mwa wananchi ni jambo ambalo linafaa kutiliwa mkazo hata zaidi. Nikiripotia runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Choho. Shukrani za dhati kwa kujumika nami siku ya leo hii. Leo tunapozungumzia swala la iwapo mihemko ya siasa imezidi kushika kasi tunapokaribia uchaguzi wa 2027 ikizingatiwa kwamba maendeleo imeonekana kutoka ama kupeaniwa katika maeneo fulani na kuacha mengine nje kutokana na hali ya kisiasa na hizi hapa baadhi ya maoni kutoka kwa wakaaji katika mji huu wa Narok kuhusiana na swala hili. Jinsi tunavyoona rais wa nchi anafanya, sioni kama anafanya vizuri, kwa sababu anapeleka maendeleo upande ile anaungwa mkono na maeneo zingine zinakuwa ni kana kwamba zimesahaulika. Kwa mfano kama hapa Narok, Narok inajulikana kwa production ya ngano na hata mahindi inatoka hapa Narok. Narok hata tungekuwa tumetengenezewa milas moja ya serikali kubwa, ili hata wakati watu wanavuna hii chakula ya hapa Narok, inakuwa ina, inatengenezewa tu hapa na na, ingekuwa inaleta pesa mingi na uchumi wa Narok ingekuwa inaendelea. Kwa hivyo mimi ningeamuomba kama rais wa nchi, wale wa, wanakusupport na wale hawakusupport wacha sisi wote tuweko kwa mahali moja na maendeleo ikuwe ni ikuo. Mlima Kenya huko kuna maendeleo, anafanya maendeleo maeneo ya Nyanza huko, sababu anataka kura huko. Yeye ndio baba wetu, apende wa Kenya wote, aje kupagua wa Kenya. Kwanza sana ana sana. Badala ya kuharibu hii pesa ya kuita mamikutano mamikutano, atafutie vijana kazi. Vijana ni wengi sana, hawana kazi wenye wamemaliza university na wenye walimaliza miaka ingine mingi na wenye ametoka TVET. The only solution Mr. President, penda wa Kenya wote, wewe ndio baba ya Kenya. Turuke juu turuke chini, 2027, wewe ulisema tutakuja na marking scheme. Marking scheme isikuwe kama kuna maeneo fulani ulikuwa umelalia maeneo singina ulalii So, kwa hivyo na kuomba tafadhali, viongozi wale wako kwa serikalini, kuna shida iko saizi like, especially, like, if you go to banks, in loan interest iko juu, biashara iko chini, hasara fund is not working well 5000 like hiyo, mimi napata napata like 6000 6000, surely, how long can it take me to borrow from hasara fund? Kwa pia mlima iliachwa na maendeleo tu hivyo, maendeleo ikaenda tu saidia Nyanza, sikabaki mlima ikabaki tu hivyo wakiesakwasana pande ya, ya Nyanza inaweza kuwa maendeleo itaacha tu pande hiyo. Juu hii rais ni kama inahitaji mahali watu kama upendi zaidi, hiyo hata maendeleo isienda pande hiyo. Kwa hivyo ni kama ajali wa Kenya na kama anajali mtu mmoja. Ruben Motochi runinga ya Citizen. Hiyo yeah, ni matamshi ya Mutahi Kahiga peke yake yeye kibinausi. Mi naona president wetu Ruto anafanya maendeleo kila mahali Ukiona manyumba amejenga kila mahali, hata western huko kwetu western amejenga, hapa nandi kaunti amejenga, hata huko kwa wakikuyu ametengeneza, huko sendura ametengeneza. Unajua unapokuwa kiongozi utafanya kazi kila mahali, lakini Ruto apagui kwa hivyo hata mimi ninaweza kusema hivi, hata sisi watu ya ODM tutakaa ndani ya serikali ili tukaweze kupata maendeleo, na ukikaa nje ya serikali uwezi ukapata maendeleo, kwa sababu mnakopareti pamoja na hiyo serikali, mnaenda pamoja. Kwa hivyo president anafanya maendeleo kila mahali. Hiyo ni matamshi yake na hiyo ni uchochezi. Hiyo ni kitu kama uchochezi, alikuwa anachochea nji ya Kenya watu wakaweze kupigana kufuatiwa kwa kifo ya Raila Omolo Odinga. Rais alipochukua hatamu, hii ni karibu ni miaka tatu sasa ambao ako katika serikali. Na hakuna venye utaweza kuniambia kwa miaka mitatu mtu utakuwa amefanya kila kitu. Hii hii nchi ya Kenya ni kubwa kuliko kaunti. So nikiweza sema kwamba labda rais ako na mipango ya kila kaunti na ajefikia ile mipangilio yake ambayo alikuwa ameipangia kila kaunti a, aifanikishe. So mimi nadhamu kwamba, eh, ukijaribu kuangalia makaunti zingine zimeendelea. Sio, siwezi sema kwamba rais anabagua mali pengine ama ni mali pengine. Ni hao wanasiasa wenyewe ndio wanaleta matamshi kugawanya wa, wa, wananchi kusema kwamba ma, maendeleo imeenda kama sasa vile Kahiga alisema maendeleo imeenda Nyanza. Hiyo ni kuongea tu lakini Nyanza imekuwa city, si town ndogo yenye tunaweza kwamba ati maendeleo iko huko. So kama city imekuwa hata ukiweka kitu kidogo inaonekana imefanyika. So ukijaribu kuangalia makaunti zingine ziko chini. So siwezi sema kwamba rais ajefanya maendeleo. Maendeleo iko kila mahali, ni wana e, siasa tu peke yao ndio wanapiga siasa na wafanyi kazi, tuko nyuma sana kimaendeleo. Hata kama siku ambayo tulipiga kura hapa na Andi county, hata wewe mwenyewe uliona, tulisherekea tukachuna matawi zote, ambapo hata sasa hivi jana na Andi county wakitairishwa saa hii, wakitairishwa saa hii, hakuna wenye mama atashika, hakuna wenye mama atashika sinende tata moja, hakuna kwa sababu rais, tulifurahia tulifra, serikali yako na tukajota faulu, lakini sasa na Andi county tuko chini sana kimaendeleo na tunakuunga mkono, kumi tena fresh. Sisi rais hapa na Nandi county, utuachie tuchague viongozi wetu. Wewe tunakupea yako kumi, lakini viongozi utuachie, si viongozi, hmm? hmm? kufanya Unataka kuniambia, unataka kungojea rais akuja tuende barabara. Na tuko na gavana, tuko na MCA. Rais kazi yake anachapa mzuri. Lakini hao wengine ndio wafanye kazi. So kilio kwa rais wetu. Kumi fresh, na kuunga mkono na utuunganisha Kenya nzima. Hawa watu wenye wanatubagua bagua, kama Mutahi Kahiga anasema ya kwamba ati baba alifanya mzuri kukufa, maendeleo ilikuwa imekwisha Nyanza. Kitu ya kwanza namwambie, shemu ni hiyo. Eh, ni maoni ya wananchi hao. Sasa sijui mwelekezi. Twende mapumziko alafu <coughs> turudi tusikize sauti. <coughs> Haya, mapumziko kidogo halafu tuje tumsikize Bwana Dangita na vile, vile Joyce alafu tupate kauli eh, za wenzetu pia. Tunaendelea kuzungumzia siasa za Mlima Kenya na sauti za ma, maendeleo eh, wakati miungano ya kitaifa ya kisiasa inaleta misukosuko siondoke